Hello guys, karibuni tena. Ukiingia like to video na usubscribe. Guys, unajua hii video, the so called mtume tangu atoe that video kumekuwa na maswali mengi tena sana, na mwenyewe pia anajua vizuri watu watajiuza maswali. Mlisikia akisema watu wataongea vibaya, wengine wataongea, wengine watasema ni sawa, tutaongea Hakuna venye mtu atakuja kutuamudia. Nataka niseme hivi. Nata siuko, sorry, zimeamua kuingia, kuingia zimtumia kama mtume, zitengeneze pesa kivyao. Sijui kama mtu anafikiria venye nafikiria mkoshuo huyu ni mtume ama ni maroho zinatumia watu? Unaona, zile dhabihu zilikuwa zinatolewa mwanzoni, ule mtume alikuwa anasema eti dhabihu ibaki milimani, alafu waende wasiangalie nyuma, alafu the spirit yake bado ilikuwa inabaki hapo na the so called nini dhabihu. Baadaye tukasikia ati Bravo alichukua hiyo dhabihu. Bravo alichukua aje dhabihu? Na alisema vizuri, dhabihu ibaki mlimani wao waende. So in short dhabihu ilibaki kwa mikono ya mitume. Kwa wale ambao mnakumbuka, wakati walitoa dhabihu wakiwa na ndolo, mnakumbuka hiyo ilikuwa 370. Walisema, Bravo alisema hiyo dhabihu alichukua, na ni ukweli alichukua. Sasa mimi niko na maswali guys, mnisamee maana nitauliza maswali mengi sasa hii dhabihu wamekuwa kivuruga sana, tutoe dhabihu na si pesa kidogo 500,000. 500. Dhabihu 500, yenyewe imepatikana. Alafu sasa kumekuwa na mtu mwenye hayuko kwa scene. Nani anajua huyu mwenye anajiita Sera? Mwenye alisema Sera ni nani? Si mjiulize maswali. Mbona anasema pesa zipewe Sera? Na zinapewa kwa ajili gani? Maana, watu ambao like senior dev team like wote wamekuwa kiteseka, wanahitaji usaidizi. Hakuna mtu mwenye watapagua hapa waseme eti wapatie fulani pesa, na hii ni lugha ingine kumaanisha, huyu mtume kama anataka pesa zipewe huyo Sera, ina maana kuwa Bravo ana dhabihu, Bravo ajitolee ama fans, tena mafans waanze kuchangamuka tena dhabihu ya Bravo, kwa sababu hiyo ilikataliwa. Sijui kama kuna mtu ananielewa juu dhabihu ya Bravo imekataliwa, wapatie Sera. Sasa kumaanisha, Bravo ingie kwa mfuko na ana pesa, ama kama si kuingia kwa mfuko, mafans tena wachangamke, watoe 500,000. Ya nini? Ya dhabihu, kwa sababu dhabihu imekataliwa, yeye mtume hataki dhabihu. Guys, sijui kama kuna mtu anajijazia vitu. Najijazia mtafanya. Then guys, najiuza maswali mingi ukiangalia kwa Bible. Hakuna Mungu, hakuna mtu Mungu ajasamee na Mungu usamee watu, hata kama wamefanya makosa. Na huu mtuma akiongea kuwa ati sijui Bravo astahili kutoa dhabihu, hawataki hiyo dhabihu Bravo, Bravo. Ina maana kuwa Bravo ajasameewa na Mungu, ina maana kuwa Bravo amekataliwa na Mungu, it's like apambane na kazi yake. Ina maana kuwa Mungu tena hata consider Bravo kwa maisha yake, amemwachia Shetani. Msipochunga, Bravo atarudi kwa mapepo na akirudi huko tena tunarudi zero. Kwa Bible ukiangalia vizuri, kwa wale ambao wanasoma Bible, Mungu anakuanga na wivu na nani na mtu yeyote anaabudu Shetani. Mungu anakuanga na wivu kama unatumikia miungu na unamtumikia, lakini Mungu mwenyewe ni Mungu wa yani, akisema, amesema, akisema kama yani, ukiomba msamaha anakukubali ukiitisha msamaha na kukubali, ukitoa dhabihu na kukubali. That's why yani sisi wote, sisi wote ni watenda dhambi. Ndio maana kila Sunday sisi huwa tunaenda kanisani, ndio maana akatuma mitume akatuma watumishi wa Mungu, mapastors maapostol, ili wakuwe chini yetu, watu wapate kuomba msamaha kila mara, maana tunafanya makosa kila siku, kila mara, kila dakika. Tunajiitishia neema, tunajiitishia feva, tunaomba msamaha na anasikia tukifanya hivyo anatubariki, bado tunaishi, tunapumuaje tunyima uwai, tunakula vizuri, tuko healthy kwa sababu Mungu anasikia maombi yetu, tukiomba msamaha na tusamee Sasa inakuwaje? Eti sasa Mungu wa huyu mtume anakataa dhabihu ya Bravo kuwa Bravo, ina maana ataki? In short ama ni mimi leo, ni mimi. Mimi sishikanishi, mnieleweshe, mnieleweshe nyinyi leo. Mimi ni analyze, lakini nataka cause I'm confused. Bravo inafaa aombewe, apewe second chance sasa juu niwaulize, ni sawa? Bravo aliokolewa na dhabihu ijatolewa, dhabihu yenyewe imekataliwa, na mlisikia vizuri. Sijui Bravo sipoambewa, mambo haitaenda vizuri, kutaharibika, kutakuwa kubaya zaidi. Sasa juu dhabihu imekataliwa, maisha ya Bravo inaanza wapi? Ama sasa Bravo tufanye aje, juu dhabihu yake imekataliwa, anaanzia wapi maisha? Ama ni nini inaendelea, ni nini inaendelea, guys? Unajua mimi ni kama sielewi sasa juu amekataa kusamewa dhabihu yake imekataliwa, maisha yake anaanzia wapi? Arudi kuzimu? Arudi kuzimu? Mimi naona kama huyu mtume amekuwa akitoa zile dhabihu zote watu wamekuwa akitoa, ni kuna tu marozi zimekuwa zikitumia mtu ukidhani maybe ni mtume. Hizo pesa wanacollect wanaenda kufanya nini, kutumia? that's why unaona wanasema hizi pesa zingine wapatie sera yani, wakichukua zile pesa wataenda kugawana wafanye kazi zao wajibenefit, alafu tena Dave arudi kwa mfuko ama Dave arudi kwa mafans aseme another the bill, another the bill is loading guys, the bill. Wengine mtasikia tunaanza ku contribute ku contribute tena juice. Mjiulize kama Bravo imekataliwa, basi tumfanya aje? Ama tuue Bravo sasa hivi? Bravo ni sawa, umetenda dhambi, ameangamiza wengi, ameua wengi, na hakuna mtu aizi samewa mbele ya Mungu, juu tukianza tu na mafans alafu sisi wenyewe Tumetenda dhambi hata Mungu kama si wa kusamea basi hatungekuwa tunaishi. Leo hii angekuwa anatunyonga. Then mimi hata kitu nanipea red flag kubwa. Red flag kubwa yenye nafanya ina, inafanya hata kichwa changu nasikia kuharibika. Hawa tu sijui kwa nini wanatufulu wakisema hao ni mitume. Kwa nini hawaendi kanisani? Kwa nini hawakuji kanisani? Guys, ama sisi ndio tunabeba ufala. Unajua hata mimi nimekosa kuelewa. Ama sisi ndio tunabeba ufala. Ni nini inaendelea guys? Kwa nini mitume hawaingii wa kanisani? Ni kanisa gani aki, kama tu najua kuna kanisa kumekuwa na mtume labda aliapia tu na akapass message, mniambie. Jua ma Christian nimetembea makanisa sijaona. Sijaona mtume akiingia. Am a prayer warrior by the way. Mimi ni intercessor. Nimeomba sana, sijaona anything to do with the mtume. Pona wakati hata nimekuwa nikipitia shida, naomba naomba mpaka nasikia kweli roho ya Bwana ameshuka. Mimi sasa hata ni malaika, mimi si Dorine. Sijaona mtume labda tu nimekuwa nikiona ni ile tu sauti, labda kwa ndoto ile unaota maybe umeona, umeona malaika labda anakuelekeza kitu kama hiyo tu. Labda nimeona malaika ananiambia, anasema hivi, ama nimesikia tu sauti ananiambia Doreen, do this and this, lakini tu hivi physically mtume ai guys, ama ni sisi tunabebwa ufala? Ni nini naendelea? Mtu anieleze i think mimi hata kama nitafutia pasta apostle mwenyewe nimuulize ni nini inaendelea. Unajua hizi vitu za mitume zitafanya watu hata waache kusoma Bible. Watu waache kuamini mambo na Bible, waanze kuamini vitu zinaendelea YouTube. Na upande mwingine guys, mimi kitu naweza waambia, ama nisiseme, wacha niseme, hivi vitu za zinaendelea YouTube, 100%, not 100, out of 100%, trust 20%. Endeleeni kutrust zile zingine, lakini vitu zinaendelea YouTube, mambo na mitume 20%, lakini kama mna trust 80%, mmepotea. Mwamuke, mjitume katika maombi, muombe kwa wala. Mimi najua kuna watu wanaomba hapa, na kama wanaomba vizuri, kit, kila kitu ambaye inaendelea kule kwa sinia devu, inafaa uko umejua. Na kama unajua uombangi, amuka. Kama unajua hakuna kitu, unajua kile inaendelea kule kwa sinia devu, amuka, you need to pray. Hii ni ukora inaendelea Hakuna kitu hapo. Mtu asiwadanganye ni mitume. Mimi nishaona hapa ni ukora inaendelea. Another the bill is loading. Mtume ashapanga hizo pesa wanaenda kugawana na sera. Wanaenda kugawana hiyo pesa. Walikuwa mboka. Na Elvis ndiye anatumika vibaya. Sasa sijui kama Elvis anajua anatumika vibaya majui? Sasa sisi kitu yenyeko hapa tunataka apostle. Apostle please come. Please come on. Apostle. Wewe ndiye unaweza tuambia tafadhali kunazidi kuharibika na tukiendelea hivi, juu mimi sioni ati mtume ametumwa kuokoa nafsi alafu ati ako tu pesa. Mtume tu gani ako tu kwa pesa, pesa tu anako tu like pesa, dhabihu dhabihu dhabihu, unashinda umeitisha dhabihu. Mtu mwenye wanaitishia dhabihu ashaokolewa kwa mikononi mwa senior dev ashaokolewa, hata ni mtu anaweza anaweza fungiwa kwa nyumba asiende mahali, ni mtu anaweza kalishwa charge asibebwe na pepo. Alafu sasa wale wengine walipotea, ndio nafaa watafutwe kwa bidii lakini hawatafutwi, wako kwa msiti ya kazi. kazi yake yake anachapana anachapana, mtume anachapana? Ah! Kazi yake ni kuchapana hadi dhabihu ifike itoshe, alafu zimetosha tena, ameanza Kiswahili ama sijui ni kizungu mm -mm. Guys, tuamke tafadhali, tutoke kwa usingizi tutoke kwa usingizi. Mimi vitu zingine, wacha tu niseme ukweli, vitu zinaendelea kule kwa Dev ama kwa YouTube in short Mitume channels mingi huku kwangu wako, na sita wadanganya. Kuna mitume, wale wa Biblia, labda nikusomee zingine na zingine. Kaeni chini mujite meeting Mwanze kujiuliza maswali na mkijiuliza, sijui mtapata jibu. Na mimi naweza advise Dave saizi asikize mapastors, aachane na vitu zinaitwa mitume kasa, hatujui kama ni spiriti ya Mungu inatumika ni ukweli ama ni kuna spiriti ingine inatumika. We don't know in short, to Dave asikize mapastors hivyo tu guys. Eh, mko na siku njema. <laughs> cause we YouTube jamani. <laughs>